Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tumepata fursa ya kumtembelea mwenyekiti wa baraza la, la mimamu mi eneo la Rift Valley Sheikh Abubakar bin, na tuko na maswali machache na kumuuliza kwa sababu mashaallah ana harakati nyingi za khairi. Katika mambo ya ya khairi utamuona mstari wa mbele, na maswali yetu ya leo, maswali yetu ambayo kwamba tutamuuliza leo ni kuhusiana na mambo ya haji na Eid al-Adha ambao kwamba iko mbele yetu. Je, kuna mahujaji wangapi ambao kwamba wameenda haji safari hii kutoka eneo hili la Rift Valley? Na vile vile kuna mambo gani mazuri ambao kwamba wameandalia Waislamu wa eneo hili. Mashallah, Ramadhani kama tunavyomuona, ana harakati nyingi kuwasaidia mayatima, wajane na maskini, mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho wa Ramadhani, mashaallah, nasimama na wao kwa hali na mali. Na sahihi, Iduladha iko mbele yetu. Je, na mpango gani kwa Waislamu wenzake ambao kwamba hawajiwezi? Tafadhali Sheikh Abubakar. Shukran, shukran Alustadh Asad eh, kwa hakika nimefurahi kwanza kuja kunitembelea na kuniuliza harakati zetu kama baraza la maimamu katika eneo la Rift Valley, tunafanya nini? Kwa sababu kila msimu una wakati wake. Ramadhani huwa kuna harakati zake. Inapofika zulkada kuingia zulhija, kuna kuwa na mambo yake, na kabla hatujafika e, mambo ya haji, tunaangalia tunatayarisha watu ambao kwamba kwa amba wanataka kwenda haji. Lakini kwa masikitiko, eneo hili la bonde la ufa si mahujaji wengi. Kwa ripoti niliyonayo ofisini kwetu, ni watu wasiozidi kumi ambao wamebahatikiwa kwenda kutekeleza nguzo muhimu, nguzo ya haji, nguzo ya tano. Kwa sababu ya hiyo idadi, kwa kuwa ni ndogo, si neno na sisi ambao tuko ambao hatukubahatikiwa kwenda basi, tuna harakati nyingi, kwa sababu tunajua kuna suna kubwa siku ya Idi, ni suna ya kuchinja ambayo inaitwa al-Udhiya sunatul Udhiya. Katika maeneo haya huwa inahitajika zaidi, kwa sababu kwa sababu ni kwa kuwa watu wanakuwa mashambani na wanapokuwa vijijini wengi hali zao ni ngumu, na Uislamu umeweka misingi kamili kuangalia wale wasiobahatikiwa. Kwa hivyo tungeliwaomba Waislamu ambao wataipata e, e, wataipata ujumbe wetu huu wajue kwa kuwa Baraza la Maimamu katika Rift Valley huwa wanashughulika. Kama mwaka jana tulipata mifugo e, Wasingishu zaidi ya ng'ombe mia moja pamoja na kando kando na Trans Nzoia walichinja zaidi ya ng'ombe hamsini na maeneo mengine. Lakini kwa sababu ya kiuchumi, uchumi umepiga watu, sasa ni umuhimu tuhamasishane kwa sababu japokuwa na uzito wa uchumi huu, yule amekwamba ana uwezo aitekeleze suna hii, na ingelikuwa ni uzuri zaidi tukiifanya kwa pamoja ili tupate kujua nani ambaye kwamba ni mhitaji zaidi awe atasaidiwa e, nyama siku kama hiyo, na maeneo gani ambayo kwamba tunaita maeneo ya mabanda iwe itaangaliwa zaidi, ili hizi siku e, baada ya Idi na siku ayamu tashriki watu wapate kusherekea Waislamu kwa njia ya furaha. Mipango yetu mwaka huu tuna mpangilio ambao tumeandika barua sehemu kadha wa kadha na tunatarajia ma, majawabu mazuri na tukipata kupitia kwa Nuru TV tutawajulisha Waislamu kama tumepata ng'ombe ngapi na mbuzi ngapi ili watu wapate kusherekea kwa inavyostahiki. Kwa hivyo ibada hii ya kuchinja ni ibada ambayo ni kufuata suna ya Nabii Ibrahimu alipotaka kumchinja mwanawe Ismail. Mwenyezi Mungu akamleta kondoo kutoka mbinguni na kumwambia Ibrahimu, mchinje huyu kondoo, mwache Ismail. Kwa hivyo utaiona ni suna kubwa sana, ni suna ambayo kwamba eh, mwakada iliyotiliwa uzito. Ningewanasihi tu Waislamu tujikaze, tuwe tutasaidiana katika siku hii na hasa hizi masiku tunaoingia, e, kama siku kumi ya Dhulhijja ni siku za kufanya ibada kwa wingi. Watu wafanye ibada, wasome Qurani, wafunge saumu za hizi siku kumi pamoja na ile tujaze ile siku ya Arafa. Inapobaki itakuwa ni siku ya Idi. Siku ya Idi ni siku ya furaha, watu washerekee kwa kupata nyama, na huu ndio mfumo wa Kiislamu. Ukiangalia katika Idil fitri ni ya kwa kuwa kabla hujaenda uwe umetoa zakatul fitri mama nini. Maana yake ni kwa maana Waislamu siku hiyo wote wawe na furaha, kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akaja kutuwekea akaja kutuwekea Idil adha akatuwekea kuchinja ili watu wote wafurahike, hata kama atakuwa hakupata ee, mchele lakini atafanya furaha ya nyama, ili atasherekea. Ili ili ni siku ya furaha, si vizuri kuonekana wengine wana furaha, wengine wako nyumbani wamejikunja, hawana chakusherekea.